Wajamaa wa Jehova Witness wakapitiliza zaidi kabisa kabisa, wakasema Yesu ni malaika mkuu, is the archangel. Wakaamua kabisa wakasema Yesu ni archangel, ni malaika mkuu kwenye imani ya Jehova Witness. Na ndio maana kila kitu wanachokiandika kwenye vitabu vyao ni Jehova, Jehova, Jehova, hakuna Yesu na hawajiiti wanafunzi wa Yesu, hawajiiti wanamwamini Yesu, wanasema wao ni mashahidi wa Yehova. Na walio walivo makini walivo walivo na uwezo mkubwa wale jamaa, na uwezo wale jamaa wana uwezo wana uwezo, wamewashinda walokole wengi, wametushinda. Sitaki hata kusema hiyo maana naona itawazunisha, lakini wametushinda Wameenda mpaka kwenye machapisho ya vitabu vya Bibilia vitakatifu hivyo mnavibeba mkononi. Wameenda kwenye hivyo viwanda, wametoa mamilioni ya pesa, wakaandika Mungu anaitwa Jehova, wakati kwenye vitabu vya asilia Mungu hajawahi kuitwa Jehova. Lakini hamtaelewa kwa sababu Biblia ndio mnasoma hiyo. Wameingia humo ndani, wakasema ah, pale neno yawe ilipoandikwa yawe, ah, msiandike yawe, andikeni Jehova. Wakatoa mabilioni ya dola. Wewe we una hela, utabebeshwa tu Biblia usome. Ukimuuliza Myahudi, niandikie jina Yehova, hana uwezo wa kuandika neno Yehova. Katika maandiko ya Kiyahudi inaandikwa yawe, YHWH. Alo, na kwa nini wameingiza hivyo? Ni kwa sababu kwenye yawe ndiko jina la Yesu ndani, lakini kwenye Yehova huwezi kulipata jina la Yesu kwa lugha ya Kibiblia, hamna, hamna. Alo wamepenya hawa jamaa binadamu, wamepenya wameingia. Mpaka siku ya Pasaka mnaita sikukuu ya Ista. Nyie wote hapa mnatumiana salamu za Ista, salamu za Ista, na kwenye vyombo vya habari salamu za Ista, Ista. Haiandiki wala haitamku salamu za Pasaka, hamna, hamna. Hata madhabahuni makanisani wameandika sikukuu ya Ista. Ista sio sikukuu ya Kipentekoste, sio sikukuu ya Kiyahudi. Ista ni sikukuu ya kipagani Wamepitisha yule Easter, wamebadilisha naitwa Easter. Ni moja ya miungu wanayoabudu ya kuzaliana, na hiyo sikukuu ni sikukuu ya kutafuta mayai. mayai viz yanafichwa huko, watoto wanaenda kutafuta, ndio wanaita sikukuu ya kuzaliana. Na tunasherehekea sikukuu ya Easter, tunasema leo, leo ni Easter. Passover sikukuu ya Pasaka lakini, angalia jinsi tulivyoingiliwa na hiyo jina ista, ista. Kadi zote zinaandikwa ista, haiandikwe Pasaka. Tumeingiliwa, tunaingiliwa kidogo kidogo <laughs> mpaka inahubiriwa, inahubiriwa sasa injili nyingi inahubiri wa injili ambayo huwezi ukapata wokovu katika msalaba. Sasa yuko mwingine atawaletea wokovu, huyo mnyama anakuja sasa na mbinu nyingine, anakondoa katika Kristo. Chukulia mahubiri ya leo duniani, chukulia mafundisho ya kila mahali leo duniani, kama hautahubiri mafundisho ya kukemea itoa kujifungua na madhabahu na miungu kila siku, ndio hiyo. Utakaswe damu ya mikono, utakaswe miguu, kila mahali kila mahali. Ni maombi na maombezi, watu wanakimbilia kwenye hiyo injili ya toba. Mwamini Yesu, hamna hamna. Zile injili wakina mzee Kulola walihubiri, hautazisikia leo hutazisikia wakina Emmanuel Lazaro walikuwa wakisimama wakisema Yesu yu hai, leo watu wanatembea vioja, hutasikia leo. Utasikia leo kuna malango yanafunguliwa ya pesa, watu wanakimbilia hapo, injili nyingine inakuja, na hutamsikia Yesu anahubiriwa hapo, ni jina la mtu linatamkiwa hapo, nabii atakutamkia nabii atakusemea, nabii atakutolea matamko. Neno la nabii ni sheria ya Mungu, neno la Mungu ndio liko kwenye ndio sheria liko kwenye, kwenye kinywa cha nabii nabii nabii, lakini sio Yesu tena, ambaye ni neno. Jili zingine zinakuja na nyie wote mnasikiliza hizo redio, na nyie wote mnapokea nayo maombi humo, kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo. Sitashangaa parapanda itakapolia, tutakutana tuliwatazamia, tutakutana nao kule hatutawaona, maana na wao wameingia katika upepo wa udanganyifu. Injili ya Yesu iliyokuwa na hubiriwa ya kwanza haipo, wachache wanaohubiri. Leo waliopo, ukiwasikia wanahubiri, wanapigwa vita kwa habari ya huyo Yesu anayehubiriwa. Lakini ukihubiri vinyago vitu vingine vya vituko, vituko. Ah, wewe utapendwa na kila mtu. Sasa hivi wewe ukiwa mhubiri hebu huo mhubiri msanii comedian <laughs> utakavyopata watu Mm? Mnaniangalia mtaki hata kupiga makofi leo. Eh?